Taifa la Mungu, karibuni tuweze kusali novena ya Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Novena ya Roho Mtakatifu, siku ya nane. Roho Mtakatifu anatupa mwanga. Roho Mtakatifu anaangaza akili zetu tuweze kuona ukweli wa Mungu na kuufuata pia. Roho Mtakatifu, akili zetu zimo katika giza nene, wala hatuwezi kuona njia ya kuelekeza kwa Mungu. Roho Mtakatifu anapoingia roho ya mtu anaiagiza akili yake iweze kuona mambo yanayofaa kwa wokovu, naye akisha kuiagiza akili ya mtu imarisha utashi wake na kumwezesha kuchagua daima yaliyo mema. Mungu alipoumba ulimwengu dunia ilikuwa giza tupu haina kitu. Mungu alisema iwe nuru akawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Vivyo hivyo, hivyo akili ya binadamu bila nuru ya mwanga wa Roho Mtakatifu ni tupu, ni giza, haiwezi kuona mambo yanayotuelekeza ya kwa Mungu. Ikiwa na nuru ya Roho Mtakatifu unaona ukweli Roho Mtakatifu huiangaza akili iweze kuona ukweli. Kabla ya kuwa, kuwaaga mitume Yesu aliwaambia kuwa atawapelekea mfariji mwingine atakayekaa nao siku zote, roho wa kweli ambaye dunia haiwezi kumpokea kwa sababu ya ku, hawakumfahamu, lakini wao mitume watamfahamu kwa maana atakaa nao siku zote. Yesu ametuahidi pia sisi roho huyo akae nasi. Leo hivi dunia kuna uongo, udanganyifu mwingi, kuna dhuluma, vita na maovu ya kila namna. Hii ni kwa sababu dunia haijamtambua bado Roho Mtakatifu na kumpokea yeye aliye mwanga wa dunia na asili ya ukweli yote. Mtanguso wa Pili wa Vatikani watambua ya kuwa Roho Mtakatifu anakaa katika kanisa na katika mioyo ya waumini kama katika hekalu. Roho Mtakatifu analiongoza kanisa na kulifanya liwe na umoja analipambana analipamba na mapaji yake mbalimbali. Tumwombe Mungu Baba ampeleke huyo Roho Mtakatifu katika kanisa lake aliongoze na kulilinda lisipate kutengana, bali lisaidie kueneza utawala wa Mungu popote duniani. Ewe ewe Roho Mtakatifu, utujalie kuona mwanga wa kweli yako na kuyafata. Ewe Roho Mtakatifu, utujalie kuona mwanga wa kweli yako na kuyaifata. Ee Bwana Tua, na wape waregevu neema wa ya kurudia tena njia ya kweli yako, tuwezeshe wa sisi sote waamini wako tutembee siku zote katika njia ya kweli na sheria zako. Ee Bwana, tunaomba wa tusikie, utuangazie akili ya mioyo yetu chague daima yale yanayokupendeza. e Bwana nakuomba, tusikie. Uwape mwanga wako viongozi wetu wa dini na serikali, wapate kutuongoza kwa hekima na uchaji, wasisahau kamwe kwamba uwezo walio nao unatoka kwako. e Bwana tunakuomba, tusikie. Utupe mwanga wako, tuwaone watu wote kama ndugu zetu uishi kindugu na kusaidiana kindugu. E, Bwana tunakuomba tusikie. Ewe Mtakatifu ndiye mpatanishi wa mioyo na kuomba uondoe udhalimu uovu udanganyifu na maovu yote katika mioyo ya watu wako. E Bwana tunakuomba tusikie. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana a umu. umebarikiwa kuliko wanawake wote iamtakatifutuombee sisi waoseusaatukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuombe. Ee Yesu Bwana wetu, umpeleke Roho Mtakatifu atuangaze akili zetu tupate kufahamu mapenzi yako na kuyatimiza kwa imani na uchaji. Roho Mtakatifu atuongoze katika mambo yote, yeye anayeishi na kutawala nawe pamoja na Baba daima na milele. Amina. Bwana awe nanyi <coughs> na roho ni mwako. Apende kuwalinda na kuwabariki, Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu.